Down walifeli kwenye engo ya usajili msimu huu, ndio hapo. Uh, uki- ukisema wamefeli, hapana mm, kwa sababu ukichukua uwezo wa mchezaji mmoja mmoja mondi waliwasajili, zilikuwa ni profile kubwa sana hmm. labda wengi walikuwa wamfuatilie wa kitiki, lakini kitiki alikuwa ni mchezaji mzuri. Uh, Florian Wirtz dunia nzima inamjua yeah. kazi zake cheza kwenye pocket of space na anakupa matokeo. Msomali uh, Isak huyu dunia ah, nzima inamuelea kwanzia Real Sociedad mpaka Newcastle na, na, na Liverpool ni uh, sasa hivi siwezi kusema Liverpool ana shida kwenye, kwenye, kwenye first team au first team level. sioni kwa sababu ana wachezaji wale wale ambao wanatakiwa wa perform kwa sababu ha hakuna reshafu kubwa iliyofanyika Liverpool sasa hivi yeah. zaidi ya upande wa kushoto na upande wa kulia, alipotoka Trent akaja Frimpong, upande wa kushoto kumweka Kerkes badala ya, ya Robertson, Robertson. Mm -hmm. katikati pa vile vilevile apajaguswa mm -hmm. labda useme umemuongeza Wirtz na Wirtz Florian, anaweza kucheza upande wa kushoto, anaweza kucheza katikati, anaweza kucheza kulia ikimuhitaji kucheza kucheza kulia. Juu, kuna kitike ndo kikosi kilichocheza na Burnley juzi akaja uh, akaingia McAllister baadaye kwa sababu anaona wa na, sasa hivi wanashafo na, na, na Jones hmm. Uh, football football inakuwa ina matokeo matatu: kufungwa, kudraw au kushinda. ukipata chances zako ukashinda kuzitumia, anaekuja kutumia hizo chances kwako, ndonekana gemu aikuwa nzuri kwako, lakini kama Szoboszlai angepata penalty ilivyo ile aliyogongesha mwamba Probably game ingekuwa imeshaisha. Yeah. Yeah. Ingeishia pale pale kwa sababu ushaongeza goli mbili, confidence ya Bale iko chini sana kuliko Liverpool. Na tayari wamesha wako juu ya goli mbili. Probably game ingebadilika. Yeah. Liverpool labda angeshinda hata 4 hata 5 kwa sababu wale wangeendelea kujihami zisiwe nyingi kuliko mm. -hmm. kwenda kutafuta. Lakini baada ya Sabus like kukosa penalty tunakuwa wana, wanarudi second half Bale wanacheza anacheza wanafanya hesabu ya watu wawili watatu. Watu, watu, watu wanaamka kwenye game wanaona kinachoshuto kinaweza kupatikana wakaanza kucheza. Baada ya kupata goli ndio unaona Saliva ana struggle kutafuta. Kuna save mbili zimefanywa kwenye line na mabeki wa Burnley kama sikosei ya Gapco. Ah, uh, mpira ulikuwa tayari ushampita kipa lakini, mm -hmm. beki alikuwa nyuma akaokoa. Zile ndio hizo margin ndogo tunasema kwenye kwenye football ambazo zinaweza zikabadilisha mfumo mzima mm -hmm. wa matokeo. Kwa hiyo sioni Liva iki struggle uh, individually naona kama Liva iki struggle, tactics za kocha. Yani, kuna jinsi Sloti anakwenda kuapproach game make, watu ni wale wale walompa ubingwa last time, ndo kidogo zinakuwa zinaleta ukakasi time tuonavyo sisi.